E, karibuni sana wachezaji kutoka katika parokia ya Dodoma Makulu, Takatifu Isidori mkulima na kutoka katika parokia ya Watakatifu Wote Nzuguni. Leo tarehe 26 ya mwezi Aprili tunaanza rasmi au tunazindua rasmi mashindano ya ligi ya Dekania. Tunapoelekea kuadhimisha sherehe ya somo ya dekania yetu Mtakatifu Petro tarehe 21 mwezi wa sita kumbe uzinduzi huu wa michezo unaanza siku ya leo tarehe 26 mwezi wa 4 na zinaanza timu hizi ya Dodoma Makuru, parokia Mtakatifu Jori mkulima, pamoja na parokia Mtakatifu wote Nzuguni kama kiashirio au uzinduzi wa ligi yetu. Hiyo basi, niwakaribisheni sana wachezaji wote kutoka Dodoma Makuru, niwakaribisheni sana wachezaji wote kutoka Nzuguni niwakaribishe marefari na malaismen pamoja na waratibishaji wa mchezo huu akiwemo ndugu yetu Yusufu pamoja na timu yake. Wamefanya kazi kubwa sana kuratibisha haya mashindano mpaka siku hii ya leo yanaanza. Kumbe basi kama tulivyokwishaambiwa ambiwa tangu awali, mashindano haya sio ya kutafuta nani mshindi, lengo kubwa la haya mashindano ni kutuleta pamoja kama wanadekania kufahamiana zaidi, lakini ni burudani pia. Kwa hiyo tunachohitaji zaidi ni kucheza kwa nidhamu, kwa upendo, kusiwe na kuumizana, kusiwe na kutukanana, kusiwe na kupigana, kwa sababu tunataka kudhihirisha umoja wetu wa dekania kwa njia ya michezo pia. Yapo mambo mengi tunayoyafanya, lakini hii ya michezo ni njia mojawapo pia. Kwa basi, niwakumbushe tena wachezaji, msije mkacheza kwa kutumia nguvu kubwa kiasi cha kwamba mnaumizana kwa sababu ya kutafutana ni mshindi. Atakayeshinda ni mshindi, lakini lengo letu kubwa ni kutuleta pamoja. Basi ni waalikeni tufuate zile sheria zote na kanuni zilizowekwa za michezo pamoja na ile timu ya michezo mnazifahamu zote. Mlizisoma zile sheria eh? Mm -hmm. Na kanuni. Mm -hmm. Kwa naamini ya kwamba hapo tutakuwa tunatumia kanuni tu, hatusatumia maneno. Ukifanya lalo kinyume na kanuni unaambiwa kanuni hapa inasemaje? Basi maana maneno mengi yanachosha. Basi nipende kuchukua nafasi kutangaza rasmi kwamba michezo yetu imezinduliwa na mechi ianze rasmi na ntamfunga. Napale kwasana piaete kutoka parokia Nzuguni na kutoka parokia ya Dodoma Makulu, tuwe nafasi hii kuwakaribisheni katika uzinduzi huu wa michezo yetu ya ligi ya dekania ambayo inaanza rasmi leo tarehe 26 mwezi wa 4 katika kuelekea sherehe ya somo wa ikania Ye yetu Mtakatifu Petro, tarehe 21 mwezi wa sita. Basi uzinduzi huu katika mpira wa pete, pia tunauzindua uzindua katika mchezo kati ya timu ya Dodoma Makulu na Nzuguni. Kama mlivyokwisha tangaziwa tangu mwanzo, mashindano haya lengo lake kubwa sio kutafuta nani mshindi. Lazima mshindi atakwepo, lakini lengo kubwa ni kutuleta pamoja. Hilo ndio kubwa. Kwa hiyo ufungwe usifunge usiumie sana, kama vile tunavyosikia katika timu za huko mtaani. Sisi lengo letu ni kutuleta pamoja kama wanakanisa, wanadekania, kufahamiana zaidi, sawa vijana? Jamani, kwa hiyo mcheze kwa kufuata zile kanuni zilizowekwa, msiumizane, msitukanane, nidhamu itawale zaidi, kanuni zitatumika zaidi kuliko maneno mengi. Kwa hiyo tunawakaribisheni kama timu zetu za uzinduzi wa mashindano ya siku hii ya leo. Karibuni sana basi tuko na nafasi hii kutangaza rasmi kwamba uh, mashindano haya yamezinduliwa rasmi. Karibuni sana. Lakini pia niwashukuru walio walio ratibisha mashindano haya. Ndugu yetu Yusufu hapa pamoja na timu yake wamefanya kazi kubwa kabisa katika kurekodi kuratibisha mashindano haya ambayo yanazindua siku ya leo ambayo yataenda mpaka tarehe 15 mwezi wa sita. Hiyo basi tunakushukuru sana pamoja na timu yako yote. Tunashukuru marefari. Naomba naamini mtafanya kazi nzuri sana. Asi naomba <laughs> Tunaenda kufanya ishara ya kuzindua. <laughs> Nafunga pale. Unaona, <laughs> <pena> nimefunga. <tukleni> kuzindnafungaafun <laughs> <laughs> uh -huh. Kwa majina naitwa Padre Antipas Shayo ni padre wa shirika la watumishi wa Yesu na Maria, lakini pia ni paroko wa parokia ya Mtakatifu Petro Swaswa, lakini pia ni dekano wa dekania ya Mtakatifu Petro Mtume. Nishwe nafasi kuwajulisheni ya kwamba katika dekania yetu ya Mtakatifu Petro Mtume, ambayo ipo katika Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, leo tarehe 26 mwezi wa 4 tunaanza rasmi mashindano ya au ligi kuu ya dekania. Ligi hii inafanyikaga kila baada ya miaka miwili na leo basi ndo tunaizindua rasmi hapa parokiani Swaswa ambapo ni makao makuu ya dekania, na uzinduzi huu unafanyika katika timu za mpira wa miguu na mpira wa pete. Timu za mpira wa miguu kati ya vijana kutoka parokia ya Watakatifu Wote Nzuguni na mpira wa pete na na, na, na timu ya kutoka parokia ya Mtakatifu Isidori mkulima Dodoma Makulu. Mwe basi ni waalikeni wote wanadekania lakini na waamini wengine wote, ni mapenzi mema. Fuatilia ligi hii, itakuwa ikionekana moja kwa moja katika SJM TV na katika mitandao mingine ya kijamii na, kijami, na matokeo mtakuwa mkiyapata mara kwa mara timu zinazoendelea kufanya vizuri. Mashindano haya lengo lake kubwa ni kutuleta pamoja, lengo kubwa sio kutafuta nani mshindani, lakini lengo kubwa ni kutuleta pamoja kama wanadekania, kufahamiana zaidi kama wana kanisa na kujenga umoja wetu wa kanisa. Kumbe basi leo hii tunapoanza mashindano haya lengo lake, tunaelekea katika kilele cha maadhimisho ya sherehe za somo wa dekania yetu katika sikukuu ya mtakatifu Petro, ambao kimsingi inafanyika tarehe 29 mwezi wa sita, lakini kwa sababu za kichungaji baba askofu mkuu ameirudisha tarehe 21 mwezi wa sita. Basi ni waalikeni tushiriki katika ligi hiyo, inaanza leo tarehe 26 mpaka tarehe 15 mwezi wa sita, na basi tarehe 21 wote tushiriki katika sherehe kubwa ya dekania Mtakatifu Petro ambayo itafanyika hapa makao makuu ya dekania, na wakati huo sasa ndio zawadi mbalimbali zitatolewa kwa wale waliofanya vizuri katika michezo. Lakini pia kutakuwa na ndoa zitakazofungishwa siku hiyo ya sherehe tarehe 21. Kutakuwa na jubilei za wana jubilei wa miaka 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 na kuendelea, ambao watapata vyeti au baraka za Baba Mtakatifu. Hivyo basi nipende kuchukua nafasi kuwaalikeni wote wana dekania wote, waamini wa Dodoma na wale wote wenye mapenzi mema wanaopenda kufuatilia ligi hii katika TV ya SJM TV online, lakini na mitandao mingine ya kijamii. Asanteni sana. Mungu awabariki sana.